Bwana mambo vipi? Sasa serikali inazidi kutoa PDF za majina walioitwa kazini, na kama bado hujapata usichoke kufuatilia PDF zote ambazo zinatoka na za nyuma ambazo hukufanikiwa kuzipata, na hakikisha una subscribe channel hii na kubonyeza alama ya kengele ili wewe wakwaza kupata posti zote ambazo zinakuwa zinapostiwa katika channel hii. Na hii ni PDF ya sita toka serikali iaze kutoa majina ya waliofanya usahili kwa kada ya ualimu afya na kada nyingine, na nukuu kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, sekretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma, tarehe kumi mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano. Tangazo la kuitwa kazini. Katibu wa sekretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kwa taarifu waombaji kazi mbali mbali wa nafasi mbalimbali waliofanya usaili kati ya tarehe 4 mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na nne na tarehe 11 mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na tano kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usaili. Waliofaulu usaili huo ni kama yalivyoorodheshwa katika tangazo hili, orodha ya majina, orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kazi data, yani database kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Waombaji waliofaulu sahili wanatakiwa kuchukua barua za kupangiwa kituo cha kazi katika ofisi za sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma zilizopo katika chuo kikuu cha Dodoma Udom, kwenye majengo ya Dr. Asha Rose Migiro, masijara ya wazi ndani ya siku saba kutoka tarehe ya tangazo hili na baada ya hapo barua ambazo hazitachukuliwa na wahusika zitatumwa kupitia anwani zao za posta. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usahili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi, wakiwa na vyeti vyao halisi, yani original certificates za masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea ili vihakikiwe na mwajili kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa. Muhimu, wanaokuja kuchukua barua za kupangiwa kituo cha kazi wanapaswa kuwa na kitambulisho kwa ajili ya utambuzi. Vitambulisho vinavyokubalika ni pamoja na Kitambulisho cha uraia, hati ya kusafiria, kitambulisho cha mzanzibari mkazi, kitambulisho cha mpiga kura au leseni ya udereva orodha ya majina ni kama ifuatavyo. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge, afisa ununuzi daraja la pili, jina ni ne, opotuna nestori Kalewa. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge, afisa ustawi wa jamii msaidizi daraja la pili majina ni Jenita Braiso Braisio John, Elizabeth Justini Kihongo, Abdul Halidi Mwengela, Adelina Gabriel Tulusa, Agnes Matias Mshana. Waliopangwa halmashauri ya wilaya Sikonge fundi sanifu maabara ya shule daraja la pili majina ni Nsia Comfort Mush, Zubeda Hebedi Makanga na Gloria Ben Ntenga waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Sikonge. Mwalimu daraja la tatu b somo la biolojia jina ni Joeli Halali Andrew waliopangwa halimashauri ya wilaya Sikonge, ya Sikonge. Mwalimu daraja la tatu b somo la fizikia majina ni Leonard Moling Samdia na Emmanuel Peter Daniel waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Sikonge mwalimu daraja la tatu b somo la hisabati majina ni Zakaria Makoe Masomba Majaliwa Zabroni Gwanchele na Amini Bakari Athmani waliopangwa alimashauri ya wilaya ya Sikonge mwalimu daraja la tatu b somo la historia jina ni Isaya Yohana Laiza waliopangwa alimashauri ya wilaya ya Sikonge mwalimu daraja la tatu b somo la jiografia jina ni Minsa Magembe Maduhu waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Sikonge. Mwalimu daraja la 3B somo la Kiingereza majina ni Devota Jailo Mlimbila Beatrice Milembe Shigongo waliopangwa halmashauri ya wilaya Sikonge. Mwalimu daraja la 3B somo la Kiswahili majina ni Alexis Sylvester Seleman na Michael Wilbert Makoga waliopangwa halimashauri ya wilaya Sikonge mwalimu daraja la tatu B shule ya msingi, jina ni Agustino Edison Maisanila na Michael Bonifasi Madasi waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Mwalimu daraja la tatu C somo la fizikia, majina ni George Jisusi Kadama na John Jacobo John waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Mwalimu daraja la tatu C somo la hisabati majina ni Wilson Sanane, Robert balaka Giliadi kasonga na Saidi ali Kitete, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Mwalimu daraja la 3 c somo la historia majina ni Flora wambula Milumbe na Monika saini mwanye, Mwanyesia waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Mwalimu daraja la tatu c somo la jiografia jina ni Hamis Mwita Nyansambo waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge mwalimu daraja la tatu c somo la Kiswahili. Majina ni Glendina Enoki Lungwega na Yaledi Kawile Mwasile, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge mwalimu daraja la tatu a. Majina ni Peter Christopher Mihambo, Elias Matiko Gati, Mashimba Ezekiel Matias, Anthony Constantine b Bwile Peter Fanuel Fayu Lucas George Magina Elmes Mkabasha Lutunda Benod Marco Mapinduzi Amin, Aman Logil Moleli Benedikto Binamkama Bakalemwa Lehema Bombo Bayo Anisius Augustino Bartlomeo Frank John Welema Makoi Shangwe Ndekeli Daniel Justin Richard Elias Madu Lukas na Salma Sahidi Muhamedi waliopangwa halmashauri ya wilaya Sikonge, afisa ugavi msaidizi daraja la pili, jina ni Hifati Muhamed Hamis waliopangwa halmashauri ya wilaya Sikonge, afisa maendeleo ya jamii msaidizi daraja la pili, majina ni Emelita Maiko Sule, Bahati Omari Onga, Fatuma Hasani Suleiman Bulude Alois Bulude na Miriam Manyama Mambo, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge, mwalimu daraja la tatu B, somo la ufundi wa bomba, majina ni Kelvin Bosco Msafiri na Megi Yohana Matika, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Sikonge, mwalimu daraja la tatu C, somo la utengenezaji programu za TEHAMA. Majina ni Sesilia Joni Waiselu na Faustin Lunyilija Sholomi, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kwimba mwalimu daraja la tatu B somo la biolojia. Majina ni Anet Kasase Ntuluhava, Clementina Joseph Mwandenga, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kwimba mwalimu daraja la tatu C somo la fizikia. Jina ni Bonifas Chacha Mangwe waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kwimba mwalimu daraja la tatu A. Hey, majina ni Kahitila Nicholas Johakim, Elizabeth Noeli Barnaba, Joyce Elias Joseph, Lydia George Mwakapala, Mesuli Malwa Sagare, Leha Katusime Vincent, Amina Bakari Juma, Hijila Mwenye Mkuu wa Mali, Helena Chance Mihambo Aksa Bonifasi Utamwa, na Esther Abeli Mwakenja. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Misungwi, mwalimu daraja la tatu A, majina ni Costa Alois Manyama Losalu Lom, Lolamatu Moleli Nwaka Maltin Kipalile Daudi Wazili Kubu Atanas Venance Muichela Tefen Simon Alberto Jakata Hamisi Mtwiku Ogola Ndiege James Ezekieli Onesimo Miyombo Faraja Mazigo Joseph Mfumakule Mwizili ya Abdala Paulo Beatus Talwila Emanuel Lutema Chance Priska Nestuli Luihamo Adamu Jafeti Ntebemela Drison Luta Valence, Emmanuel William Lukuname Emanueli Wambula Sengelo Emeliani Elasimo Edwin Gabrieli Bulutu Mwesia Salamba Dadu Shimo Emmanuel Filberti Biamungu Emanueli John Mrai Waliumba Mayoyo Waliumba Danieli Logat Kweka, Richard Peter Sundi na Lugina Xavier Sabato, waliopangwa halimashauri ya wilaya Kalagwe, Karagwe mwalimu daraja la tatu c si, somo la kilimo, jina ni Chance Peter Mgimba, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Karagwe. Mwalimu daraja la tatu b somo la biolojia, majina ni Aisha Ibrahimu Musa, Amina Nasa Kasanga, Koleta Alto Kinunda, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Karagwe. Mwalimu daraja la tatu b somo la kemia, jina majina ni Emma Maleni Florian ni Wamanya Gabrieli wa Mashaka, waliopangwa halmashauri ya wilaya Karagwe. Mwalimu daraja la tatu b somo la historia majina ni Francis Eustens Mungano na Joseph Silvanus Mhagama, waliopangwa halmashauri ya wilaya Karagwe. Mwalimu daraja la tatu b somo la jiografia jina ni Ezide Eliensa Stefano, waliopangwa halmashauri ya wilaya Karagwe mwalimu daraja la 3B somo la Kiswahili jina ni Martin John Mangazini, waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Karagwe. Mwalimu daraja la 3B somo la uraia majina ni Majuto Michael David na Felician Mtesigwa Kipele, waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Karagwe. Mwalimu daraja la 3C somo la historia jina ni Tatu Juma Swedi, waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Karagwe mwalimu daraja la tatu C somo la jiografia jina ni Samuel Elias Madinda, waliopangwa halimashauri ya wilaya Kalagwe. Mwalimu daraja la tatu C somo la Kiswahili jina ni Peter Mwesia, waliopangwa halimashauri ya wilaya Kalagwe. Mwalimu daraja la tatu C somo la uraia majina ni Ma Maulus Elias John, Godfrey Dennis Kazoba na Asheli Gamalieli Muhelela waliopangwa halimashauri ya wilaya Kalagwe mwalimu daraja la tatu a hey, majina ni Crisanda Logat Masawe Fadhili Michael Chikomo Sofia Damas Kiliba Godlove Philibert Samson Balaka Winston Yakobo Yohana Bavuga Kibiliti Grace Osta Kisiame Salumu Matthew Masesa Hatibu Mohamed Asibu Ali Ismaili Ali Margaret Richard Matulo Juma Athmani Mwandai Christina Gasi Pandazi Ruthumu Ayubu Ulotu Skolastika Leoni Jelomi Jelmini Esther Boniface Manyangu Mkama Frenki Mgeta John Joseph Abedi na Diomedesi Lweyongeza Baijukya waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Ngara mwalimu daraja la 3A elimu maalum jina ni Benedicto Matias Elias. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Ngara mwalimu daraja la 3A elimu ya awali majina ni Miriam Jelemia Tunduza na Masuke Mahila Masunga. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Ngara mwalimu daraja la tatu b somo la biolojia majina ni Salome Joseph Liza, Bonita Toi Lafaili, Hawa Ismaili Mjema, Omali Musa Mulilo, Leusi Jamali Ngovano. Waliopangwa halmashauri ya wilaya Ngara mwalimu daraja la tatu b somo la kemia majina ni Noa Amosi Zalize, tumaini hamisi Kiimbi, jaliwa sheune Milanedi waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Ngala, mwalimu daraja la tatu B, shule ya msingi. Majina ni Method Spence Hadram, Eunice Faustin Zanzibar, Abdi Hint Mahetu, Beatrice Frank Shanga, Jessica Luka Nko, Brighton Lowland Kayuni Yo, Joeli Peter Tamaga, Jenifa Samson Ndiliki, Abi Chilamek Jafari, Ayubu Laurent Mihambo, Gaudionsa Joseph Michael na Ezekiel Daniel Omali. Waliopangwa halmashauri ya wilaya Ngara, mwalimu daraja la 3C, shule ya msingi. Majina ni Milebu Matayo Sahani, Jafari Juma Slemani, Optatus Otalemwa Oscar Masalu Undulu Bugalama, Samuel Angelo Kuivaha, Frank Kanenteta, Lilibe Omali Lilibe, Edina Elafute, Godfrey Lomnyaki, Liza Isak Ibrahimu, Mang'ana Phineas Daniel Mombek. Waliopangwa halmashauri ya wilaya Ngara, mwalimu daraja la 3A. Hey, majina ni Benjamin Titus Selevano Silas Jipala Kashintye Silveste Huseni Mkanyaga Mkanya, Mkanya, Mwanaidi Hatibu Kakama Peter Charles Subira Juma Nicola Mayunga Sain Kwabi Makinga Devota Marco Mbigo Juliana Gustaf Msemwa Rebeka David Liduke Michael Jelome Mwita Elizabeth Izraeli Israel Nyakisiga Leons Bartlomeo Mlongo Martha Amos Francis Hazina Kennedy Venance Mazito ya Haya Mkongonole, Mkongonole Lindaeli Faustine Genda Provin Lespig Shao Loshaikil Lobulu Simanga Olesta Mtubuchunguka Mtabatali Salumu Muhamedi kwa Kamando, Kamando na Sekela Martin Fiao. Waliopangwa halmashauri ya wilaya Kishapu, fundi sanifu maabara la shule daraja la pili, majina ni Salma Abdi Ali, Samueli Inkhando Pao Chans Jandika na Abdu Hemedi Ali waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Kishapu, mwalimu daraja la tatu B, somo la biolojia, jina ni Shiringi Daudi Limbu, Nashoni Abas Kubiz, Antoni Malo Ilomo na Saidi Hakimu Falidi. Waliopangwa halimashauri ya wilaya ya Kishapu, mwalimu daraja la tatu B, somo la kemia, majina ni Hosiana Jovita Bombo, Hawa Idi Rashidi, Newstar Novat John waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu, mwalimu daraja la tatu B, somo la historia majina ni Eva Gisila Leonadi Liamuya na Doto Emanueli Bomani. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu, mwalimu daraja la tatu B, somo la jiografia majina ni Hosiana Loishie Moleli, Happiness Masele Hungwi. Waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu, mwalimu daraja la tatu b somo la Kiswahili majina ni Magenda Malikiadi, Pius Balikieli, David Dalei na Husseni Mohamed Kamando, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu, mwalimu daraja la tatu b shule ya msingi majina ni Epifania January Joseph, Walidieli Grayson Elieza na Baraka Emmanuel Shitungulu waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu. Mwalimu daraja la 3C somo la historia majina ni Shabani Heli Mbega, Judith Celestini Lumboy, waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu. Mwalimu daraja la 3C somo la Kiswahili majina ni Abduli Lajabu, Huseni Mwenye Heli Ndikye, Ndikieni Kibona, Ekizaudi Amwesige Kajula na Venance Thomas Nguku. Liyopangwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu mwalimu daraja la tatu A. Hey, majina ni Debola Safari, Gadie Thomas, Samuel Thomas Lahib, Sahidi Mchomfu, Violeta Kalisti Kasmil, Hamida Ali Bota, Mwajuma Abdrahman Hassan, Mariam Kidula Shamakala, Degratus Luta Bazibwa, France Isa Bakari Musa, Felista Karisto Mvile, Onesta Staneli Muhesi, Joisi John Macha, Tines Tuntufye Mwenisongole, Elias Pascom Mwanakulya, Edina Elias Mwakiusa, Elizabeth Elibaliki Moleli, Selina Lenatus Mahundi, Digna Emanueli Mselemu, Hapi Mwananjeli Helandogo, Halima Ismaili Mbwambo na Grace Lucas Muhumbi waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu. Msaidizi wa afya, jina ni Rebeka Edward Mjirima, waliopangwa halmashauri ya wilaya Kishapu, ya Kishapu. Mwalimu daraja la tatu A, majina ni Gideon Cosmas Bishundu Bukuli, Bukulu, Piusi Ponciano Samuel, Nel Nel, Nelson Daudi, Leonard Cleopa, Jonas Stefano Clement Malunde, Cosmas Marco Kapela na Fadhili Asani Shemdoe waliopangwa halmashauri ya wilaya ya Manyoni. Mwalimu daraja la tatu C somo la uashi majina ni Aziz Ramadhani Hamadi na Ali Muhamedi Sadala. Imetolewa na Katibu, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Mwisho wa kunukuu. Hiyo ni PDF ya sita ya majina ya walioitwa kazini, na kama umekosa jina pia kwenye PDF hii fatilia PDF nyingine za nyuma, lakini hakikisha haukosi PDF zijazo. Huwezi jua jina lako litatoka kwa PDF ya ngapi, so hakikisha unafuatilia na ili uweze kupata posti zote kutoka kwenye chaneli hii Make sure umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na posti yoyote inayopostiwa kwenye chaneli hii ya Kipato Digital TZ. Kwa leo tunaishia hapa, tukutane posti ijayo.